Baba Levo amegawa meza mia tano kwa wafanyabiashara wa sokoni Kigoma, ahadi inayotimia. Kigoma mjini imewaka moto wa furaha na matumaini baada ya mbunge mpya wa CCM, Clayton Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo kutekeleza moja ya ahadi zake kubwa alizotoa wakati wa kampeni: kugawa meza mia tano za kisasa kwa wafanyabiashara wadogo wa masokoni, hasa akina mama wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo katika hafla kubwa ya shukrani iliyofanyika Novemba 21, 2025 katika Mwanga Community Center, Baba Levo aliwaambia mamia ya wananchi waliokusanyika kwamba wakati wa kusubiri maendeleo umefika mwisho. Alisisitiza kuwa yeye ni kiongozi wa vitendo, sio maneno. Nimeanza mara moja kutekeleza ahadi, leo ninaanza na meza mia tano kwa wafanyabiashara wa sokoni, ili msiache meza zenu mahali pawizi au uharibifu, alisema, huku shangwe zikilipuka ukumbini. Meza hizi mpya zimeundwa kwa uimara, zina sehemu za kufuli na ni rahisi kusukuma au kuhifadhi, zikilenga kupunguza tatizo kubwa ambalo wafanyabiashara wa Kigoma wamekuwa wakilalamikia: wizi, uharibifu na kutokuwa na sehemu salama za kuhifadhi meza zao baada ya kazi. Hili limekuwa tatizo linaloathiri zaidi ya 80 asilimia ya wauzaji wadogo kwa mwaka, hasa mamalishe, wauza matunda na mboga. Historia na Safari ya Baba Levo. Baba Levo si jina geni kwenye mziki wala katika harakati za kijamii. Alizaliwa Kigoma mwaka moja tisa nane sita akapanda umaarufu kupitia mziki wa Bongo Flava na nyimbo kama My Heart na Adiri. Hata hivyo safari yake ya uongozi haikuanza leo. Akiwa mwanaharakati, aliwahi kufungwa jela kwa kupigania haki za wananchi na baadaye akawa diwani wa Mwanga Kaskazini. Kipindi cha kampeni za uchaguzi wa 2025 kilimwona akiahidi kuboresha mazingira ya biashara, kuondoa kero za wamachinga na kuwapa vifaa vya msingi kama meza na vizimba. Katika moja ya posti zake za Instagram, aliwahi kuandika, bado nahitaji kuwapa somo mama zangu namna bora ya kuhifadhi meza zao. Wakimaliza kuuza wasiweke mahala pasipo salama. Sasa, maneno hayo yamekuwa utekelezaji. Athari za mradi huu kwa jamii. Kigoma ina idadi kubwa ya wakazi wanaoishi kwa biashara ndogo, takribani sitini asilimia ya nguvu kazi. Kupatikana kwa meza salama kuna maanisha biashara bora na mazingira safi. Kupungua kwa hasara zinazotokana na wizi. Kuongezeka kwa kipato cha familia. Uwezeshaji wa wanawake ambao ni uti wa mgongo wa soko. Mama mmoja kutoka soko la Malungu alisema, Asante Baba sasa tunaweza kufanya biashara bila hofu. Mipango mingine aliyoanzisha mbunge huyu hakukomea kwenye meza pekee. Ametangaza pia mpango wa pikipiki kwa vijana wa bodaboda. Kila kijiwe kitapewa pikipiki moja bure, kisha vijana walipe TZS elfu tatu kwa siku kwa mwaka mmoja tu, kisha pikipiki inakuwa yao. Huu ni mpango unaolenga kupunguza ukosefu wa ajira na kuongeza kipato kwa vijana wa Kigoma. Wananchi wengi wamesema kuwa Baba Levo ni mbunge wa taifa kwa sababu ya kuwakilisha changamoto za wananchi wa kawaida na kuzifanyia kazi bila kuchelewa. Hata wakati wa kampeni, wasanii wakubwa kama Diamond Platnumz na Zuchu walionekana kumuunga mkono, ishara ya ushawishi wake kitaifa. Hitimisho: hatua hii ya kugawa meza 500 sio tu utekelezaji wa ahadi, bali ni ushahidi kuwa siasa zikisimamiwa kwa upendo na uwajibikaji, zinaweza kuinua uchumi wa wanyonge. Kutoka msanii hadi mbunge, Baba Levo anaonyesha mfano wa uongozi wa vitendo na unaogusa maisha ya watu moja kwa moja. Je, Kigoma inaelekea kwenye zama mpya za maendeleo? Wananchi wanadhani hivyo.